Unapokuja kwangu kuomba kwa ushauri, maana yake unatafuta kitu ambacho ukijui. Ungekuwa unakijua usingenitafuta. Na katika kunisikiliza umegundua, umenisikiliza umegundua kabisa kwamba kuna vitu navifahamu na huvifahamu, na unaamini kabisa kwamba wewe, kile unachokihitaji, nina uwezo wa kusaidia. Ni yani, kuna namna katika kupitia kontenti zangu nimesha kushawishi kwamba kuna kitu nakifahamu ambacho wewe unahitaji kifahamu zaidi. Sasa naomba niseme ujuzi wangu ambao nimeupata kupitia uzoefu wa maisha yangu, ninauza. Ndio maana nimeandika kitabu kwa njia ambayo ni rahisi kabisa, mtu yeyote anaweza akakinunua akajifunza mambo ambayo yanaweza kumsaidia kwenye maisha practically. kuna watu mmeenda shule, mmetumia mamilioni ya pesa, mmesoma, mmejaza ma information kibao na mavyeti juu lakini, mpaka sasa hivi uko hapo kuilalamikia serikali, uko hapo kusema hakuna kazi, hakuna ajira, uko hapo kusema hauna mtaji, hauna Uh, wateja auna uh, mambo kibao. Sasa mimi through my experience nina majibu nina suluhisho, ndio maana nimejibu moja kwa moja huyu aliotaka nipostie ni kwanza kuposti ni hela taka ni posti posti yako ya biashara kwenye peji yangu. Its money namba tu unataka ni kuelekeza namna ya kupata wateja, that is knowledge. Hiyo ni knowledge ambayo umesoma huko ujaweza kuipata ya. Kwa hiyo mimi through my experience na Uh, sio sio mtu mwingine anasema ni, ni umekopi ni knowledge, umekopi kwenye vitabu uh, mimi ninafundisha kupitia experience, sio kukopi. Sikufundishi kitu ambacho sijawahi kufanya. Ndio maana kwa mfano kwenye mradi wa dada center nawaambia wadada, I was there, mimi nimesha kuwa mfanyakazi wa nyumbani. I know what I'm teaching you, najua hichi kitu hichi kitu kinakwenda kukusaidia vipi, kwa sababu mimi kimenisaidia. Ninapozungumzia maswala ya marriage, ndoa, mahusiano i've been there nina experience ya ndoa tofauti na ninajua changamoto zake ni nini. Kwa hiyo ninapokuelekeza, ninapokufundisha my friend, ni kitu ambacho nina experience nacho, ni kitu ambacho najua, hiki sio sawa, hiki ni sawa, na kulingana, siku zote nasema my benchmark, hii knowledge ni sawa, sio sawa, kutokana na kipimo gani? Bible, neno la Mungu period. najua wengi wana uh, wana maarifa kutoka maeneo mbalimbali. Mi I don't care, una PhD. Naangalia hiyo PhD yako ina, una purify na nini, benchmark yake ni nini? Yani nini kinachokupa wewe uhalali wa kusema hiyo noleji yako ya PhD iko sahihi, kama haihusiani na neno la Mungu? Mi that is dump, that is hiyo, ni yani, hiyo ni useless, ni takataka kwangu mimi. That is me. kwa hiyo nataka nisisitize experience ambayo experience zangu za maisha kwangu mimi ndio mtaji wangu, na ni maarifa ambayo nina uhakika kabisa kwamba nimepitia, ili niweze kufundisha wengine wapi wapite wafanikiwe, na yapi wasifanye ili wasifanikiwe. Mathalan, napendaga na sana kutoa mfano ndoa yangu ya kwanza. Kitu kikubwa, somo kubwa ni kuwaambia wasichana, unapopata changamoto za kiuchumi, ndoa sio suluhisho. Usikimbilie kwa mwanaume kwa sababu una shida za kiuchumi, no Aita weka au takuwa na furaha hiyo. Ni somo kubwa sana ambalo, nisingepita kwenye hiyo ndoa ya staili hiyo, nisingejua lakini nilipita nikajua. Ok, kumbe unapopata changamoto za kifedha usikimbilie kuolewa, usione kama kwa mwanaume ndio suluhisho, ndio kwenye ahueni. Hapana, kwa sababu kusudi la ndoa sio hilo kusudi la ndoa kwa msichana, kwa mwanamke ni kuwa msaidizi. Neno msaidizi ni mtu mwenye uwezo wa kuweza kutatua changamoto, ni mtu mwenye uwezo, sio kuwa mzigo. Sisi mila zetu zinatufundisha kama hivyo, shortcut ni mwanaume wa mafanikio. No, sisi mwanamke ambaye ni role model tunapaswa kumwangalia ni mwanamke wa Mithali thelathini na moja ambaye yeye ni, ni msaada katika familia, ni msaada kwa mume wake, ni msaada kwa jamii yake. Hivyo ndivyo mwanamke unapaswa kujipanga, kujiandaa unapoyaendea maisha. So, ningejuaje by my experience? Kwa hiyo nafundisha through my experience na it is very, very, yani, it's a priceless, lakini hiyo laki moja nimeandika kwenye kitabu. Nitasema anayetaka kitabu ni laki moja, lakini kwenye coaching kuanzia laki tano kwenda juu. Ukija coaching ya one to one, unataka either tuongee online, unataka huja moja kwa moja, inaanzia laki tano kwenda juu, lakini kama ni kitabu peke yake just unaridi kwa muda wako, you don't need to take my time. Nilishaandika once, nimemaliza utajisomea, lakini utajisomea mambo haya haya ambayo nakuelekeza katika engo tofauti tofauti za kimaisha, sijui utapataje mtaji, utapataje wateja, uta kwenye ndoa utafanikiwa vipi, um, Yani, mambo mengi me, mambo ni mengi, mambo ya retirement, mambo ya kufanya kazi sana, sasa hivi watoto mewatupa huko boarding wapi, unasema unasemae, hey, nitakuja baadaye kustaf, sasa nianze kuenjoy maisha na watoto wangu. No, huo mfumo, mm -mm -mm -mm -mm -mm, life is now, unajua ya leo ya leo leo leo leo, na hawa watoto tumepewa sisi pia tuwe party ya malezi yao so all those information, knowledge, light Oh, please, nanambia nifundishe bure like, seriously, no. Hapa hizi content za bure ni ili uweze kunitafuta. Naweka bure ujue nina maarifa gani niliyoyabeba kwa wale wanaokusudiwa wale wangu kama Yesu alivyosema, wale walio wangu sijapoteza hata mmoja isipokuwa yule ambaye alikuwa amekusudiwa. So mimi ninajua kuna watu ambao nimekusudiwa kuwahudumia. Na ndio maana hapa wadada wanakuja kwa ajili ya mradi wa Dada Center Y kwa sababu hao ndio nimekusudiwa. Niko hapa kwa kusudi la kuwahudumia wao na zile familia ambazo zinakuja kwa ajili ya wa kupata wadada wa kazi. That's why still nawaambia nendeni mkafanyike baraka katika familia za watu. Why? Kwa sababu najua hilo ndo kusudi langu mimi hapa kuwahudumia wale zile familia na wale watoto wa kike ambao wanakwenda kufanya kazi majumbani, hata wale ambao wanakwenda kwenye biashara za watu, still my message is the same, kupreach the word of God, kwamba nenda kawe mwaminifu, nenda kawe mwadilifu. Mafanikio yanaanzia chini, usiwe na tamaa. Usiende ukaona mtu ana maela mengi, unafika kwenye duka la watu, biashara ya mtu, unaona hey, tajiri na mimi nataka hizi hela, unaanza kujikusanyia. No, huyo mtu ametoka mbali sana kuweza kukusanya hizo hela zake anazokusanya ni mda mrefu. Kwa hiyo yeye anastahili kupata hizo anazopata, wewe ndio unaanza. So start there, ambapo wewe ndio unaanzia. Mtu akija kwenye ofisi yangu anasema, oh je sikili anapata hela nyingi, eh wateja wanalipa hela zote hizi. But you don't know nime struggle kwa muda gani, nimejenga brand kwa muda gani, so I deserve kupata hizo hela ninazopata. Wewe unakuja utabaki kwenye ule mshahara wako ambao tumekubaliana. That's how life works. Wewe unataka mafanikio, then wekeza Wekeza ujuzi, wekeza maarifa kwa muda ambao, mpaka utakapoiva, money will come, pesa itakuja. Lakini lazima ujenge ujuzi na maarifa. Na maana hata kwa wadada nawaambia, start there. Wewe ni traditional, huwezi kukwepa hilo, ni smarty there Tra professional hivyo, lakini jenga ujuzi. Ukiongeza ujuzi, unaongeza kipato. Anyway, nachotaka kusema jamani, unakuja kuniomba ushauri not bure, jamani, hakuna mimi, yani miaka yangu yote niko hapa najifunza, nasoma So, kwa, kwa sababu sijaenda kwenye hiyo mifumo yenu ya kawaida hiyo ya kusoma ambayo una, unaenda unatumia pesa unasoma, then unatoka hapo umejaza information ambazo ukija huku mtaani uwezi kuziapply unaenda kufanya kazi nyingine kabisa. Just because sijapita huo mfumo haimaanishi kwamba si sina maarifa, actually nina maarifa ambayo ni practical kabisa, siyo theory. Nyinyi mnaenda huko mnachukua theory nyingi Eh, mnarudi nazo mtaani mnaanza kuzunguka na bahasha. No, mimi nimepita kwenye practical. Najua what is working what is doesn't work, na ndio maana mimi nikaenda kusoma theology kwa sababu nimetaka kujua sheria original za maisha, kanuni za maisha original. Kutoka kwa yule aliyetuumba, kwa sababu yeye ndio anatujua zaidi kuliko sisi, na hiyo ndio yani, ndio sababu iliyonifanya mimi nirudi niende nikasome, nikamwambia sasa hivi nasoma, sasa hivi nasoma. Nime yani, nina sababu ya kwa nini nasoma, najua tunaanzaga tu kusoma kwa sababu tunarithi mifumo ya shule, hata ujui wai unasoma, ujui kwa nini unasoma. Unachokisoma unakuja kumaliza una macheti, una ma information ambayo mwisho wa siku unao ajira nao kazi, unaanza kulalamika kulalamikia serikali, you know? yeah. So guys, nafanya coaching yeah ambazo ni yani, hizo coaching I'm telling you how life works yeah, jinsi maisha yanavyokwenda kanuni za maisha yanavyokwenda mm? yeah. Kwa hiyo njia rahisi kabisa through my book. Yeah. Oh, umekopi? Kopi na wewe. Wewe aliyeniomba ushauri kwa nini aje kuomba wewe? Ina maana, kuna kitu nimefanya, kuna kazi nimefanya mpaka watu wanajua oh, there is Joyce Kiria naweza kumwomba ushauri. So nastahili kulipwa ujira wangu. Ujira wangu ndio hivo, you buy my stuff, buy my product, you buy my coach, nunua coach yangu nunua kitabu changu you know, hivo my my yeah, so, na huwezi kuwa mimi wala mimi siwezi kuwa wewe. Unasikia uivu, watu kuniomba ushauri nime kwa mda mrefu na brand yangu ni ya uh, kundi la wanawake ambao tulibaki nyuma kwa muda mrefu domaana sahivi na furaha sana kwamba tuna rais mwanamke angalau ameonyesha kwamba wanawake tunaweza kufika kwenye ngazi ya juu kabisa ya mamlaka. Tunaweza, na hiyo najua sio kwa mamlaka yake, ni kwa mamlaka ya Mungu, kwa sababu tunaambiwa kila mamlaka utoka kwa Mungu, na ndio maana tunaambiwa tuti na usipotii. Actually, video inayokuja wacha nije kuongelea hilo, lakini kwa hapa, wale ambao mnaumia, kwa sababu watu wananiomba ushauri, oh please. kuna kazi nimefanya na we unayetaka ushauri sio bure, yeah, you have to pay.